Another music video review uh, nyimbo inaitwa Balance, ni nyimbo ya Ochu, kamshirikisha Davo. <muchiliki> Mi naitwa Talented Films, karibu sana, make sure una subscribe, maana video ziko nyingi nyingi nyingi sana. <muchiliki> Stori hii ya music video ndo nataka nikusimulia, ila kabla sija kusimulia Kushoot video hii nimetumia kamera ya Lumix GH4. GH4 ni moja kati ya kamera nzuri sana za ku za kuinvest. Panasonic ina kamera nyingi, GH4, kuna GH5 na kuna GH6. Kwa wale ambao mna maswali kuhusu color grading ya hii music video, stay tuned. Script yetu ya kwanza ya hii video ilikuwa tofauti kidogo na hichi kitu unachokiona hapa Kona kwamba tulitaka kushoot hii music video na story yetu ilikuwa inataka mazingira ya wa Wamasai, lakini hatukufanikiwa kupata mazingira Masai ya, si unajua tena mambo ya Dar es Salaam, huwezi kupata wa Masai na mazingira hayo, inaweza ka ilikuwa ni ngumu sana kuf, kufanya hivyo. Kwa hiyo tukabadilisha script na tukatengeneza moja kati ya stories nzuri sana, hawa jamaa wawili wanakutana kwenye uh, sehemu ya, ya bata na nini, kila mtu anamtamani demu wa mwenzie, kwa hiyo demu anamtamani mshikaji huyu, mshikaji anamtamani demu wa mshikaji. Kwa hiyo hii ni moja kati ya uh, story nzuri sana, ipo katika hii music video. Kwa wale ambao mniuliza kuhusu swala color grading, nimetumia Magic Bullet kutoka Red Giant. Magic Bullet ina color preset ambazo unaweza kucheza nazo vizuri tuna ukapata si cinematic look. Wale ambao wanapenda si mimi, napenda sana cinematic look kwenye music video zangu zote, ambazo karibu sana. Make sure una subscribe, maana video ziko nyingi nyingi nyingi sana.